Ndoto za kwanza ambazo hazina maana ni ndoto za mvuto wa kiasiri wa ubongo, yaani ndoto ambazo huja tu sababu ubongo wako ulikuwa unafanya kazi wakati ulikuwa umelala. Na tuangazie ya pili, ndoto ambayo bila shaka ukiota ndoto sample ile hamna chochote inamaanisha ni ndoto zinazosababishwa na msongo wa mawazo. watapo ndoto kwa sababu siku nzima umeshinda na shughuli kababi, au kuna swala fulani ambalo linakusumbua kwa akili, basi kuna uwezekano mkubwa ujipate unaota ndoto ambazo zimechangiwa na ule uchovu na ile hali ya kutokuwa na utulivu wa mawazo wakati ulikuwa umeamuka. Aina ya tatu, ndoto ambazo zinarudia au zinaelejelea yaliyokuwa yanafanyika kwenda mchana au yenye imekuwa ikifanyika hivi karibuni. Kwa mfano, labda ulikuwa unaongea na mtu kwa simu, alafu wote mkiongea na yeye kwa simu au hata vile wote umepakuliwa sahani kubwa ya pule maarufu kama githeri, na huenda ndicho ulikula hiyo jioni kabla uende kulala. Basi ndoto za namna ile, ndoto ambazo zinarudia yale ambayo yalikuwa yametendeka, huwa ni ndoto ambazo hazina maana ya ndani na huenda hata hazina maana yoyote ya yani, nne. Uotapo ndoto sababu ulikuwa mlevi, ulikuwa umekula vya kwako, ulikuwa umejiloga na madawa, huenda dawa za hospitali au hata dawa za kulevya, basi huenda ndoto kama ile ambayo imesababishwa na yale isiwe na maana yoyote. uotapo ndoto ambazo husababishwa na hisia za mwili, hisia kama vile njaa, kiu, uchovu, haja kubwa, au hata vile haja dogo, basi huenda ile ndoto haina maana yoyote ya ndani. Ndoto zingine ambazo ukiota zile ndoto hazina maana yoyote ni uotapo ndoto ambazo unaweza kuzidhibiti mwenyewe. Unajua, wakati mwingine, sijui kama ushawahijipata hapo. Unaweza kuwa unaota, lakini akili yako ishakwambia ni kuota. Unaota yaani, hii ni kama ndoto ndani ya ndoto. Ushawahijipata hapo? Hebu nijue, lakini mi naona nimejipata mara kadhaa. naota na akili yangu inaniambia hii si ukweli, hii ni ndoto. Unaota umelala, unaota hmm? na hivyo basi, akili yako iguduapo kwamba si ukweli chenye unakiona au chenye kinatendeka ni ndoto, wanga una uwezo sasa wa kuiendeleza ile ndoto venye unataka na akili zako sasa, huenda ndoto iendelee tu, lakini kuna akili zako ambazo bila shaka zinatumika au zinahusika, na hivyo ile ndoto huenda haitaenda kama jinsi ambavyo ndoto ya kawaida huwa bali itakuwa ni ndoto ambayo imedhibitiwa na mwotaji. Kodi la saba ni ndoto ambazo husababishwa na vitu vya nchi jinsi ambavyo kunaendelea huko nje inaweza adhili jinsi ambavyo ndoto yako itakuwa ikiendelea. Pia ile hali inaweza kukusababishia ndoto. Kwa mfano, kama mahali melala kuna sauti, ile sauti au yale maneno ambayo unayasikia inaweza changia sana, ujipate unaota ndoto kulingana na ile sauti vile vile kunaweza kuwa ni mwanga. Unajua mwanga pia huathiri usingizi, na vile vile unaweza athiri ndoto, na vile vile harufu. Unaweza kuwa kwa mfano umelala na kapilau kamepikwa au kanyama, na ujione mko mahali kwa harusi, mnasherehekea, mnakula, na ile ndoto yenyewe kuota ukiwa kwa harusi haina maana unakuja kuoleka hivi karibuni, wala haina maana utaoa. Mm -mm, imechangiwa na harufu ya pilau ambayo unainusa wakati umelala na hivyo, akili yako ikichukua ile harufu, inaunganisha na kukuletea picha ya kitu fulani au mahali fulani ambapo ulipata harufu kama ile. Hivyo basi, ni vema kujua kwamba si kila ndoto ambayo ina maana na si kila ndoto ambayo unaweza itafsiri vilivyo. Na ndiyo tunasema kila wakati, angalia hisia zako, angalia mazingira yako, nini kilichokuwa kimekusumbuka, nini ulikuwa umepitia hapo awali, nini kinaendelea katika maisha yako, ndio uweze kujua ile ndoto inaweza kuwa na maana fiche au imesababishwa na hali iliyopo kwa wakati huu.